uende kujifunza kuhusiana na afya mama mjamzito, lakini vile vile na mtoto mchanga. Yako maswali kama sita hivi au zaidi ya kujiuliza mara baada ya kuweza kuwa mjamzito, mara mala baada ya kuweza kupata mimba, kuhusu kujifungua kwako. Jambo la kwanza kabisa ni kumwomba Mungu, siku ya kujifungua usiwe na changamoto. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu unaweza ukaenda hospitali kwa kutana, kuna dharura nyingi, na wewe ukiwa una dharura kama umechelewa kuenda kujifungua umeenda ukiwa na uchungu na kwa bahati mbaya ukawa na mshono au ukawa na dharura nyingine. Kwayo ni vyema kuweza kumwomba Mungu ili kuweza kuepuka baadhi ya changamoto ambazo zinaweza kutokea ambazo zinaweza kuepushwa kipindi ambacho unaenda kujifungua mambo ya msingi ya kujiuliza, ambayo unataka kuyasema. Jambo la kwanza kabisa, unatakiwa ujue kwamba utajifungulia wapi, hospitali ipi utajifungulia, iwe mimba ina mwezi mmoja, miezi miwili, miezi mitatu, ni vema kuweza kujua utajifungulia wapi. Wako wakina mama wajawazito, unakuta yeye ni mjamzito, amekaa na mimba mpaka imefika miezi tisa au miezi nane. E, iko miezi mitatu ya mwishoni, hapa nazungumzia, ina wiki 28 labda ina wiki 36, huyu mama anataka kusafiri, labda kutoka mkoa mmoja mkoa mwingine ambao una umbali zaidi ya kilomita mia tatu. Na tunasema kwamba katika kipindi cha ujauzito muda mzuri sana wa kuweza kusafiri ni ile miezi mitatu ya katikati, mimba ikiwa na miezi minne tano sita. Kama utahitaji kujifunza video hiyo, unaweza ukaah hapo juu, kasikiza video mara baada ya kumaliza kusikiza video hii, kuhusiana na kusafiri kipindi cha ujauzito, labda unataka kutumia ndege, unataka kutumia gari au treni, na njia ipi ya kuweza kusafiri. Kwa hiyo unataka ujue kwamba sehemu ipi ya kwenda kujifungulia na ujipange kuhusiana na hiyo: sehemu iko umbali kiasi gani, lakini vilevile huduma zake zikoje, kwa kuuliza wengine. Au inawezekana utajifungulia mazingira ambayo ulianzia kliniki na ndipo ambapo unafanyia kliniki. Jambo lingine la kuweza kujiuliza, au jambo la pili, unajifungua kwa njia gani? Au utajifungua kwa njia gani? Wengi huwa wanasahau kwamba unapoenda kujifungua kawaida, zinaweza kutokea dharura na ukatakiwa uweze kujifungua kwa upasuaji. Kwa lazima unapoenda hospitali kuweza kujifungua, lazima uelewe kwamba kuna dharura inaweza kutokea ukajifungua kwa upasuaji hata kama wewe umekuwa ukijifungua kawaida. Au inaweza ikatokea dharura ukapewa rufaa kwenda hospitali nyingine kuweza kwenda kuendelea na huduma za matibabu. Kwa hiyo tunajua kwamba ujauzito sio ugonjwa lakini ni vema kuweza kujipanga kujua kabisa utajifungua kwa njia gani. Kujifungua kawaida kwenye hospitali nyingi za serikali hizi ndogondogo unajifungua eh, bila gharama yoyote, lakini unapoenda hospitali kubwa kuna gharama unaweza ukazichangia ambazo ni ndogo tu. Kwa moja kwa moja unakuta kwamba ni bure, lakini unapoenda kwenye hospitali za private kuna gharama ambazo unatakiwa uweze kujua, na kila hospitali ina gharama zake, inatofautiana. Kwa hiyo ni lazima kuweza kufanya utafiti kuweza kujua gharama za kwenda kujifungua, hospitali ambayo unataka kwenda kujifungua ni ipi, na je, unajifungua kawaida au unajifungua kwa upasuaji. Kwa hiyo ni vema kuweza kujua. Wako akina mama ambao unakuta mara ya kwanza alijifungua kwa upasuaji kutokana na sababu isiyo ya kujirudiarudia, labda inawezekana mtoto alikaa vibaya au mtoto alikuwa mkubwa, safari hii mtoto labda amekuwa na kilo chache, japokuwa inatokea mara chache, mara mimba inavyozidi kuongezeka na uzito wa watoto wao unaongezeka. Unaweza kujikuta kwamba labda mtoto alikaa vibaya, ukafanyia upasuaji, mimba hii labda umeshakaa zaidi ya miaka miwili toka mshono umeweza kufanya upasuaji mara ya kwanza, labda mshoni wa miaka miwili mitatu, sasa unataka kujaribu kuweza kujifungua kawaida mara baada ya kuweza kujifungua kwa upasuaji, lazima uweze kujua ni vigezo gani unahitaji kuweza kujua. Na uta, kama utahitaji kujua vigezo hivyo, unaweza kwa click suggestion hapo juu, utasikiliza video hiyo. Mara baada ya kusikiliza video hii, kama unataka kwenda kujifungua kawaida mara baada ya kuweza kujifungua kwa upasuaji basi utahitaji kuweza kujua ni hospitali ipi inayoweza kutoa huduma hizo kulingana na hali yako unapotaka kuweza kujifungua. Sio huko kijijini au uko mbali na mjini unaenda kujifungulia dispensary, na ulikuwa una mshono au ulishafanyia upasuaji mara ya kwanza, na hii ni mimba ya pili, umeenda kwenye dispensary, sehemu ambako hawafanyi upasuaji, sehemu ambako huduma haziko, hakuna madaktari bingwa, ina maana kwamba huduma ziko chache ambazo zinaweza kufanyika koyo ni vema kuweza kujiuliza hayo maswali. Ni muhimu sana kwa sababu kuna wakina mama anakuta anafika hospitali labda ni kituo cha afya kidogo, anahitaji kuweza kujifungua kawaida na ana mshono. Mtoto wa kwanza labda wa pili alijifungua kwa upasuaji, labda mtoto wa kwanza alijifungua kawaida, wa pili kwa upasuaji kwa sababu alikaa vibaya. Hii ni mimba ya tatu, nahitaji kuweza kujifungua kawaida, lazima uangalie hospitali ya kuweza kwenda kuweza kujaribu kuweza kujifungua kawaida mara baada ya kuweza kujifungua kwa upasuaji. Ni muhimu sana. Jambo lingine ni kujipanga kiuchumi. Lazima ujiulize maswali kwamba umeandaa kiwango kipi cha fedha, umejipangaje kuhusiana na nguo za kumpokea mtoto, lakini vivyo kuhusiana na mimba yako, kama ulishawahi jifungua kawaida na ulijifungua mtoto mmoja ni tofauti na unapojifungua kawaida alafu una mapacha. Huo lazima uweze kujipanga vizuri. Kama ulishajifungua labda kawaida na mimba hii ikatokea changamoto, unataka kujifungua kwa upasuaji, lazima uweze kujua gharama au vifaa vitakavyotumika vinagharamikia shilingi ngapi na ndipo unataka kuweza kujipanga. Sio ile unafika hospitali umeambiwa sasa kulingana na mimba yako ilivyo na changamoto zako ulizopo, unataka uweze kujifungua kwa upasuaji. Hauna hata shilingi mia kwa sababu umeambiwa kwamba huduma za uzazi ni bure. Ni vema kuweza kujipanga, zitakupunguzia msongo wa mawazo, zitakupunguzia changamoto ambazo zinaweza kutokea. Wakati mwingine unaweza kupewa rufaa kwenda mbali, wale ndugu zako ambao wanakusindikiza kama nao hawakujipanga, wanaweza kaondoka na njaa au wakakesha usiku mzima na njaa bila kula chochote kwa sababu tu walitegemea kwamba utaenda kujifungua hospitali ya karibu na utajifungua kawaida bila shida yoyote, na watarudi labda siku ya pili au baada ya, ya masaa kadhaa baadaye. Ukapewa rufaa ukaenda hospitali ya mbali au hospitali ya rufaa ambayo iko mbali zaidi, labda kilomita hamsini au mia, na mwisho wa siku ikawa ni changamoto. Kwa hiyo ni lazima ujiulize kwamba je, ikitokea dharura, mfano ulikuwa kuna changamoto imetokea wakati unajifungua, umechanika mji wa uzazi umepasuka. Je, umejipanga kiuchumi? Swali lingine la kujiuliza, je, usafiri upo? Inawezekana wewe umeshakuwa mja mzito, labda ni mimba yako ya kwa kwanza, hauna e, uzoefu sana na uchungu, mimba imeshakomaa imeshafika wiki 37 au miezi 9 na kuendelea. Umejipanga na swala la usafiri? Maana uchungu wakati mwingine unaweza ukaanza usiku wa manane na kama hujampanga dereva wako au usafiri ambao utautumia. Kama huna usafiri ambao ni private inaweza kawa ni kipengeli, lakini ni vema kuweza kujiuliza swali hilo kwamba, je, una usafiri? Na kama huna usafiri, je, umejipanga kuhusiana na swala la usafiri la kukuchukua wewe kupeleka kwenye kituo cha afya, hasa kama nakaa mbali au upo mazingira yao. Inawezekana ni karibu, unajikuta kwamba uchungu umechanganya, unatakiwa uweze kutembea na ukiwapigia simu wale madereva bajaji au wale madereva wa pikipiki hawapatikani usiku huo. Kwa nini? Kwa sababu hukujipanga, haukujiuliza hilo swali. Ni vema uweze kujiuliza hilo swali na upange usafiri na umwelekeze yule mwenye usafiri kwamba muda wowote nitakupigia simu, kati ya kipindi hichi, labda miezi hii au mwezi huu au miezi mitatu ijayo, ili aweze kujua kwamba wewe unaweza ukapata dharura wakati huo. Jambo lingine la kujiuliza, umejipanga na dharura yoyote ambayo imetokea? Nimeweza kusema hapo mwanzo kwamba wakati mwingine unaweza ukajikuta umeenda kujifungua kawaida ikatokea changamoto ukatokea uweze kujifungua kwa upasuaji. Nitoe mfano, wakati mwingine unakuta upo na mgonjwa ambaye ni mama mjamzito amekuja kujifungua kawaida, ana vigezo vyote vya kuweza kujifungua kawaida, ghafla mapigo ya moyo ya mtoto yameanza kupungua, yanashuka, yanashuka yako mia moja au yako tisini, na mwisho wa siku inakuwa hatari kwa mtoto aliyeko tumboni. Sasa madaktari wanaweza akaamua kwamba, bwana, ngoja tukusaidie kutoa mtoto wako akiwa hai upasuaji, kwa njia ya upasuaji kwa sababu uchungu unaweza ukachukua muda mrefu na ukampoteza mtoto. Kwa hiyo unaweza kujikuta sababu sio wewe, labda mtoto amepata changamoto au ule mrija wa kitovu umemzunguka mtoto tumboni ilikuwa haijulikani. Baadaye mapigo ya moyo ya mtoto yakaanza kushuka. Ukatakiwa kuweza kufanyia upasuaji ili mtoto wako kuweza kumtoa akiwa salama. Sasa je, umejiuliza swali? Umejipanga na hizo dharura wakati mgeni unaweza ukachanika, ukapasuka mji wa uzazi haswa kwa wale ambao labda unakuta huko nyuma ulijifungua kwa upasuaji unataka kuweza kujifungua kawaida. Wako wakina mama ambao unakuta hawataki kwenda hospitali zile kubwa kwa ajili ya kujaribu kuweza kujifungua kawaida mara baada ya kuweza kufanyiwa upasuaji. Kwao wanachokifanya wanakaa nyumbani, na ikiwezekana, wakati mwingine wanatumia kabisa dawa za kienyeji ili kuweza kuongeza uchungu, halafu uchungu ukiwa umeongezeka waweze kuwahi kwenda hospitali, wafike kituo cha karibu na kuweza kuzalishwa. Hiyo ni hatari sana. Unacheza na afya yako, na mwisho wa siku wakati mwingine unaweza ukampoteza aidha mtoto au we mwenyewe, mtoto akabaki, au wote wawili. Kwa hiyo ni vyema kuhakikisha kwamba kwa unawahi hospitali, lakini ujipange na hizo dharura ambazo zinaweza kutokea. Unaweza kupasuka mji wa uzazi, ukatakiwa upewe rufaa labda kwenda hospitali ambayo iko mbali e, zile gharama za matumizi, kwa maana kwamba chakula wale wanaokusindikiza, lakini vilevile wewe mwenyewe ukahitaji kuweza kula labda baada ya Rufaa, kweli, bure. Lakini mwisho wa siku umepewa matibabu bure. Ila kuna wakati utahitaji kula. Utakula nini? Umejipanga tofauti na unapokuwa katika mazingira ya nyumbani yo, kituo cha afya cha karibu ujipange, andaa fedha iweke kwenye kibubu, unapofika miezi tisa, mwisho wa siku umejipanga kwenye dharura. Kwa hiyo unaweza kaenda hospitali kauliza, bwana, hivi naweza nikajiandaa na ishu ya dharura, labda kama shingapi? Na mwisho wa siku lazima ujue ni vifaa gani ambavyo unatakiwa ujipange navyo, vitakusaidia wewe kuweza kujifungua. Na vifaa hivyo ni vipi? Unaweza ka-click suggestion hiyo hapo ukasikiza video kuhusiana na vifaa vipi ambavyo mama unatakiwa kuhakikisha kwamba umejipanga. Sasa ukiwa na swali kuhusiana na mada hii kuhusiana na maswali yapi ya kuweza kujiuliza, basi unaweza kuniuliza hapo chini. Mimi niko tayari kuweza kujibu maswali yako wakati wote. Karibu sana.